Eh, choma mkono <laughs> <laughs> Choma eh, mbao hamsini na unageuza hivi, na kama ujui, unakuja unafundishwa na engineer, unaenda unaanza biashara pale junction ya Metula na vichwa za kuku na mbuzi. Amen, naonesha na chairman, ndio chairman ndio huyu mm. Engineer anajua mm. Matumbukiza kweli, nyama choma, nyama choma ndio nyama choma, nyama choma. Wasichana wangu wa Shilanga, kujeni, mhm, oka yoka yaraka muitane kukuchoma, kukuchoma, kukuchoma. Shiro wa okura dia raugire andu mewira, shiro wa okura dalisema watu wako kazi wakomboka sasa ni siku ya kuchoma nyama uh-huh.